huzur dar majomee mantiei mesle bilisu changhyo amsli inm yeki az fursaths mo emruz in fursatro darim diruz nadostim fardoam nemidunim ci mishe. Ayatollah Ali Khamenei ni kiongozi mkuu wa Iran ambaye ameongoza taifa hilo kwa zaidi ya miongo mitatu. Alizaliwa tarehe 17 Julai mwaka 1939 katika mji wa Mashhad kaskazini mashariki mwa Iran katika familia ya kidini ya Kiislamu ya madhehebu ya Kishia. Tangu akiwa mdogo, Khamenei alipata elimu ya kidini katika seminari mbalimbali mbali, ikiwemo Qom, mojawapo ya miji mikuu ya elimu ya Kiislamu Khamenei alianza kujitokeza kisiasa miaka ya 1960 kwa kupinga utawala wa kifalme wa Shah wa Iran, ambaye alijulikana kwa jina la Mohamed Reza Pahlavi aliwahi kukamatwa mara kadhaa na kufungwa jela kwa sababu ya harakati zake. Hapo ndipo alipokaribiana sana na Ayatollah ro Ayatollah Ruhollah Khomeini ambaye alikuja kuongoza mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 na kuwa kiongozi mkuu wa kwanza wa Iran baada ya mapinduzi. Lakini baada ya mapinduzi ya Kiislamu, Khamenei aliteuliwa kushika nyadhifa mbalimbali serikalini ikiwemo kuwa waziri wa ulinzi na hatimaye baadaye alikuja kuwa rais wa Iran kutoka mwaka 1981 hadi mwaka 1989 lakini kipindi chake cha uraisi akiwa rais alishirikiana kwa ukaribu sana na ayatollah komenei katika kuongoza taifa wakati wa vita vya iraq na irani baada ya kifo cha ayatollah komenei mwaka 1989 kamenei aliteuliwa kuwa kiongozi mkuu wa irani cheo cha juu zaidi katika mfumo wa utawala wa kiislamu ingawa hakuwa na kiwango cha juu cha elimu ya kidini wakati huo, lakini baraza la wataalam ambalo linajulikana kwa jina la Assembly of Experts lilimchagua kwa sababu ya ukaribu wake na Komenei na ushawishi wake wa kisiasa. Kama kiongozi mkuu, Khamenei ana mamlaka ya mwisho ya juu ya masuala ya kijeshi, kisiasa, kidini na kimataifa anaongoza jeshi la mapinduzi la Kiislamu ambalo linajulikana kwa jina la IRGC na hushawishi sana maamuzi ya sera za nje hasa kuhusu Marekani, Israel na mataifa ya Kiarabu. Ushawishi wa Khamenei unavuka mipaka ya Iran, ambapo anaungwa mkono na vikundi kama Hezbollah nchini Lebanon, wanamgambo wa Houthi nchini Yemen na wanamgambo wa kishia ambao wapo katika nchi ya Iraq. Lakini pia anaonekana kama alama ya upinzani dhidi ya mataifa ya magharibi hasa hasa Marekani na Israel. Ingawa anakosolewa kwa ukandamizaji wa uhuru wa kujieleza na haki za binadamu, wafuasi wake wanamchukulia kama nguzo ya uthabiti wa Kiislamu na taifa huru linalojitegemea. Ayatollah Ali Khamenei bado ni sauti yenye nguvu katika siasa za Mashariki ya Kati, akiibeba dira ya Iran ya Kiislamu mbele ya mivutano ya kikanda na kimataifa. Sasa inawezekana ukawa unajiuliza, eh, mbona nimemzungumzia mtu ambaye anajulikana kwa jina la Ayatollah Khamenei, lakini pia huyu anajulikana kwa jina la Ayatollah Ali Khamenei. Kwanza kabisa unatakiwa kufahamu kwamba kuitwa Ayatollah ni cheo cha kidini na ni cheo cha juu cha kidini, uh, katika Uislamu wa dhehebu la Kishia, hasa nchini Iran. Neno hili maana yake eh, ni ya ishara ya Mungu kwa Kiarabu. anajulikana kwa jina la Ayatollah. Mtu anayeitwa Ayatollah ni mtaalamu mkubwa wa dini ambaye anaweza akawa ni mwanazuoni, kwa maana ya kwamba ni msomi wa masuala ya kidini mwenye elimu ya juu sana katika sheria za Kiislamu ambazo zinajulikana kwa jina la fiqh, Qur'an na hadithi na falsafa ya Kiislamu, ambapo mara nyingi hawa huwa na wafuasi na kutoa maamuzi ya kidini ambayo inajulikana kwa jina la Fatwa. Ayatollah Khamenei kwa mfumo ni kiongozi wa Iran, na ndiyo maana leo hii nimekuletea uh, historia yake bwana Ayatollah Ali Khamenei. Sasa nakukumbusha tena kwamba yupo Ayatollah Ali Khamenei ambaye sasa ndiye kiongozi wa juu wa taifa hilo la Iran, lakini pia alikuwepo bwana Ayatollah Khomeini ambaye ndiye aliongoza mapinduzi ya kijeshi kupitia jeshi la IRGC ambalo ndilo eh, jeshi la Kiislamu huko nchini Iran, ambaye ndiye aliongoza mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Jina langu naitwa Jimson Natson, na hii ni Klaus Digital.